Katika mwaka 2025 inawezekana kwa namna moja ama nyingine ulifeli katika vitu fulani, kwa maana ya kuomba, kusali, kufunga na kufanya vitu gani katika mwaka 2026 ili uweze kukua kiimani, ili uweze kusogea kwenye hatua fulani za kiroho na kiimani kwenye maisha yako? Kuna mambo kadhaa ambayo inabidi uyafanye mara moja. Endapo kama hautaweza kuyafanya hayo, sahau kuhusu kukua, sahau kuhusu kuzaa matunda. Huu ni mwaka ambao unapaswa kuwa hodari, umjue Mungu, ukawe hodari, ndipo ukafanya mambo makuu. Kwa hivyo basi, kuna mambo kadhaa ambayo inabidi kuyafanya, kuyazingatia mwaka elfu mbili na ishirini na sita ili uweze kukua kiimani vizuri. Kama unatamani kumjua Mungu unatamani kumfahamu huyu Mungu, lakini pia kama unatamani kuwa hodari ili ufanye mambo makuu, mambo makuu, basi inabidi ufuate mambo haya. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusu kufunga. Tukiwa kama wanadamu, tukiwa kama wanadamu. Ili kupata nguvu zaidi kwenye maisha yetu, ili kupata nguvu zaidi ya kiroho ni lazima tuweze kufunga kuchaji mwili, kuchaji mwili, kuchaji roho. Tukichaji inatupelekea sisi kuweza kutengeneza mazingira ya kukua, inatutengenezea mazingira ya kuendelea kukua kiimani na kiroho. Unapokuwa unafanya mafungo mbalimbali, aidha ya siku tisa, siku kumi na mbili, mwezi mzima, siku tatu kavu, zote hizo ni aina za kufunga tu. Isipokuwa wewe ni mtu wa kufunga ufunge tu, kutoka Marko, Marko 2 ule mstari wa 18 hadi wa 19 inasema, nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga, basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga bali wanafunzi wako hawafungi. Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Mpenzi mtazamaji, bwana harusi kipindi alipokuwa na watu wake karibu wanafunzi hawakupaswa kufunga, lakini maandiko yanazungumza kwa habari ya kwamba tukiwa na bwana harusi maanake hatufungi, lakini baada ya kuwa bwana harusi huyu ameondoka, yaani Yesu Kristo ametwaliwa kwenda mbinguni, sisi tunapaswa kufunga. Sisi tunapaswa kufunga kwa sababu hayupo, hayupo naye tena karibu kwa jinsi ya mwili. Kwa hivyo basi, ili kuikuza ile imani kuendelea kukaa katika Roho Mtakatifu ni lazima tufunge, ili tuweze kumsogeza karibu, tuweze kuwa naye karibu, ili kuweza kumsihi kwenye mambo yetu, kuweza kumwambia atuongeze imani, atuongezee imani zaidi. Tunaalikwa leo kukaa katika imani kwa ajili ya kuweza kufunga zaidi, ili kuweza kukuza imani yetu. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita inawezekana kabisa ukawa mtu wa ajabu kabisa, ukawa mtu wa namna nyingine, kama endapo utazingatia mafungo mbalimbali, Mungu anakusaidia sana. Swala jingine ni jambo la hmm, kuenda katika mikutano mbalimbali na sala sehemu mbalimbali, kuingia kanisani au kushiriki katika misa na ibada mbalimbali zote hizi zinakufanya wewe kusogea kiimani. Hebu kumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na tano ulikuwa ukifanya nini? Pale endapo ulikuwa ukikosa kanisani, au ulikuwa ukikosa katika ma mafungo fulani, au ulikuwa ukikosa katika semina fulani, niambie, ulikuwa umepungukiwa kitu fulani. Kuna vitu fulani ulikuwa umepungukiwa kuna maneno, kuna unabii ambao ulikuwa unatoka, ambao kwa namna moja ama nyingine ungekusaidia kutembea vizuri ndani ya mwaka 2025, lakini kwa sababu ya kuto kushiriki kwako kwenye baadhi ya maeneo, kwa maana ya semi, semina mbalimbali, kwa maana ya mafungo, lakini kwa maana pia ya misa ya ibada mbalimbali, imekufanya wewe kutokuwa mtu wa kuweza kutembea vizuri kiimani ndani ya mwaka 2025 unaalikwa leo sasa kuweza kufanya sala, kufanya maombi, kushiriki katika misa takatifu, kushiriki katika semina mbalimbali. Hii inatupeleka hasa katika ile Matendo ya Mitume sura ya pili mstari ule wa ishirini na nne anaposema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali, kushiriki pamoja, kuumega mkate pamoja, kuumega mkate pamoja, kwenda pamoja, kusali pamoja, saa inapofika kwenda mlimani kusali, mnapandisha pamoja, kwenda kusali, hii inakupelekea wewe mwenyewe kuendelea kukua kiimani zaidi ishirini ishirini na tano inawezekana uliweka uzembe katika kwenda kusali, kupanda mlimani kusali, kushiriki na wenzako katika ibada, kushiriki katika kuumega mkate. Unaalikwa leo ishirini ishirini na sita inaingia hivi, ni leo tarehe moja ninaposti hii video, hakikisha kabisa unaingia katika sala, unaingia katika maombi unaingia katika semina mbalimbali kuweza kumwalika huyu Mungu aendelee kukuendesha vizuri, kukusimamia vizuri ndani ya 2026 ukawe mtu wa imani, imani yako ikakue, na Mungu akakuimarisha zaidi. Jambo jingine tunasema ni sala na maombi mbalimbali, ukiwa mtu akokaa chini na kusali wewe unapata nafasi ya kukaa chini na kusali kufanya maombi yako binafsi, kuombea taifa, kuombea watoto, kuombea familia, kuombea wajane, kujiombea mwenyewe, kufanya toba mbalimbali wewe mwenyewe. Hii inakufanya kuendelea kukuwa kiimani na kutembea vizuri ndani ya ishirini ishirini na sita. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine ishirini ishirini na tano uliweza kufeli kwa namna moja ama nyingine, kutokukaa katika sala na maombi. Wewe mwenyewe, inawezekana ulishindwa, inawezekana ulifeli kwa namna moja ama nyingine. Leo hii nakualika kwa neema ya Mungu ikakusaidia sana, ishirini ishirini na sita ukae mtu wa sala na maombi, ukae mtu wa sala na ibada, ukae mtu wa sala na maombi sana. Maombi yanatukutanisha na Mungu. Maombi yanakukutanisha na huyu Yesu ambaye anakaa sirini katika ukimya wako, katika sala zako, katika maombi yako. Mungu anakutana na wewe katika siri, anakutana na wewe na anakujibu katika siri yako. Tusome katika ile Mathayo 26, ule mstari wa 41, anaposema: kesheni mwombe msije mkaingia majaribuni, roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Lakini mwili ni dhaifu, mwili ni dhaifu. Unapopitia katika changamoto, katika magumu fulani, mwili hudhoofika, lakini roho ipo radhi kuweza kusoma neno la Mungu, kuweza kufanya maombi, kuweza kufanya sala pale tu unaposhindwa unamwalika huyu Mungu aje mahala pako asimame na wewe akuongoze vema. Pale tu unaposhindwa, mwalike huyu Mungu aweze kukusaidia. Sala zako na ibada na misa zako na maombi yako yamwelekee huyu Mungu. Huyu Yesu atakusaidia sana, atasimama na wewe katika maombi yako, atasimama na wewe aweze kukusaidia. Kesheni kwa maana hamjui siku wala saa ambayo anakuja mwana wa Adamu. Maana anaweza kuja kama mwivi, anaweza kuja kama mwivi. Kwa hivyo basi, inatupasa sisi kukesha, kusali zaidi, kusimama na Mungu, kufanya na maombi, kufanya maombi mbalimbali, kukesha ili kuweza kumtambua huyu Mungu, kumjua Mungu. Huu mwaka uwe ni mwaka wa kumjua Mungu zaidi, kumjua Mungu zaidi, kumtambua Mungu zaidi. Tukeshe sana wana wa Mungu, tukeshe sana wana wa Mungu, tumtambue huyu Mungu, tumtukuze huyu Mungu. Sababu nyingine ya kutufanya tuendelee kukua kiimani ndani ya 2026 ni kusoma sana Biblia. Soma sana maandiko, soma sana maandiko ya Mungu aliyoandika kupitia mitume wake, kupitia watu aliowaambia waandike haya maandiko. Tunasadiki katika yale ambayo maneno ambayo Mungu ameandika wa kupitia watu wake, tunayasadiki maneno aliyosema Yesu, tunayasadiki maneno aliyoyasema Yeremia, aliyoyasema Yoshua, aliyoyasema Mathayo, aliyoyasema Luka na Injili zote na Paulo, mtume Paulo, wakina mitume Petro, yote waliyosema. Tunayasadiki kwa hivyo basi tunatamani kuendelea kusoma Biblia, kuishika vizuri Biblia. Ndani ya mwaka mmoja una uwezo wa kumaliza biblia nzima, kama endapo kila siku ukawa unasoma chapta tatu, unamaliza biblia ndani ya mwaka mmoja, unamaliza Biblia. Mungu akusaidie sana, ushike hiki kitabu. Kitabu hiki cha Torati kisitoke katika kinywa chako, hali heri kwa kitafakari mchana na usiku. Tusome katika ilelo Yoshua, Yoshua moja yule mstari wa nane, anasema Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Mungu akakustawishe sana katika mwaka ishirini ishiri na sita. Mungu akakuinue sana katika ishirini ishiri na sita. Kitabu hiki cha Torati kisitoke ndani ya kinywa chako ukitafakari mchana na usiku ukishike hiki kitabu ukishike uyashike haya maandiko yatakusaidia sana kutembea ndani ya ishirini ishirini na sita iliwezekana ishirini ishirini na sita inawezekana ishirini ishirini na tano uliweza kushindwa kusoma biblia vizuri uliweza kushindwa kusoma maandiko huenda kwa sababu zikimbie dhambi zote za mauti inapaswa kuzikimbia dhambi zote za mauti kwa maana ya kwamba zile zambi zote ambazo zinaua zinatengeneza mazingira yako ya kiroho na ya kimwili kuharibika. Zambi za uzinzi, zambi za mauaji, zambi zote ambazo zinahusiana na washerati, zambi zote za namna kama hiyo, zote ni machukizo mbele za Mungu. Inabidi uzikimbie, ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri ya ishirini ishirini na sita, imani yako ikapate kukua, imani yako ikapate kusogea inawezekana kwa namna moja ama nyingine, 2025 uliweka imani yako huko, kwamba hivyo ndivyo vitakavyokusaidia. Lakini la hasha, havikuweza kukusaidia ila kukuharibia. Mungu nakusaidia sana. Tutasoma katika ile Warumi sita mstari ule wa kumi na mbili inasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake zile dhambi zote za mauti ambazo ukazifanya zinakupelekea kuwa na tamaa zile, tamaa za kimwili, sio tamaa za kiroho. Maana ukifanya katika matunda yaliyokuwa mema, lazima hazina itakuwa njema na hivyo basi kutengeneza adhma ambayo inakuwa ni njema, lakini pale ambapo utafanya matendo ambayo ni mabaya, kwa maana kwa namna moja ama nyingine, zile zambi za mauti ukishazifanya yake moja kwa moja zinakupelekea wewe katika hali ya kutoweza kumtii Mungu, katika kuweza kushindwa namna ya kuweza kusimama vizuri ndani ya ihir s. Kinachokupasa mpenzi mtazamaji, ni kuweza kutambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, kuacha zambi na kukimbia hiyo dhambi ili i ukatembee vizuri. ishirini ishiri na sita ukawe mwaka wa neema. Ishirini ishirini na sita ukawe mwaka wa kumjua Mungu, ukamjue Mungu, ukawe hodari ndiko, ukafanye mambo makuu, ukafanye mambo makuu katika nchi na dunia, wote wakutambue. Ikimbie dhambi ili ishirini ishirini na sita uweze kusimama vizuri. Mungu na akubariki sana.